Ah, hey, hey. Kwa wakulima wote, sikia, ni jambo lililo wazi na ndio maana leo tunazindua kampeni hapa ni Kilimo ni mbolea. Mbolea ni kirutubisho au mchanganyiko wa virutubisho ambao vinatubusha udongo ili kufanya udongo ufae kuzalisha mazao. Takwimu zetu zinaonyesha mkoani Kagera pamoja na kupewa mbolea ya ruzuku, bado matumizi yetu ya mbolea yako chini sana. Kwa hiyo zile mbolea zote mlizo mlizo mlizoelezwa kuna potasiamu kuna nitrojeni na kuna fosiforasi zinakuwa zinaelekezwa na uchachu wa udongo, na ndiyo maana unapima, unaangalia uchachu wa udongo na utaona ni aina gani ya mbolea ambayo imekosekana hizi tunatoa mkataba. Ukisharudisha mkataba, unatakiwa uambatanishe na kitambulisho chako, leseni ya TFRA, leseni ya biashara, pamoja na barua kuomba wakala, pamoja na TIN namba, ili kuweza kupata wakala na kuwa msambazaji wa mbolea zetu. Sasa pale, mjinga ni yupi? Unayelima kawaida unapoteza nguvu zako, na huyu ambaye anatumia kilimo cha matumizi ya mbolea anapata mara kumi zaidi nahitaji hata kuwa na ugomvi wa mashamba kwa sababu eka mbili eka tatu kwake zinatosha kwa hiyo leo nimezindua pamoja na kuzindua kampeni hii nazindua pia shindano la kusajili wakulima tunataka kupata taarifa ni wakulima wangapi wamesajiliwa kupitia mwezi Disemba mwaka huu wamesajiliwa kutumia mbolea lakini rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania jinsi alivyotufanyia inabidi tumpe shukurani za dhati kwa kazi aliyotufanyia. Jambo la kwanza ni maafisa ugani. Niseme kata Bugandika yenye vijiji saba haikuwa na afisa yoyote wa kilimo, tulikuwa tunalima orela. Sasa hivi tumewapata vijana wacha Mungu, wanaoeleweka, sijui wamewatoa wapi. Wakulima wote, oh, wakulima wote, sikia.